hivi ulipata nafasi ya kusikiliza albamu ya Mczo Morfan big wizi Machala, ambayo inaenda kwa jina la PGF, pamoja gang family. Hiyo albamu iliachiwa tarehe ishirini na mbili mwezi wa kumi na mbili, na mbili inazungumzia mwezi huu, lakini tukiangalia toka albamu hiyo iachiwe, kuna ngoma moja ambayo mpaka sasa hivi inafanya vizuri sana katika hizo ngoma. Kabla sijazungumzia ndani yake tracklist zilikuwa kumi na nne, lakini iyo ngoma hadi sasa hivi bwana, kabla ya kutoka ilipewa blesi sana na mashabiki kufanya challenge ku use sound hem, tusikilize ngoma hiyo then baada hapo tutarejea. Baby ujue uwe hivi kwa hapo the... liposikiliza ngoma hiyo, ngoma hatari sana, inapatikana katika track list ya albamu hiyo. Shabiki njoo hapo katika session ya comment. Ukiachana na ngoma hiyo, niambie ngoma gani nyingine ambayo toka iachiwe katika albamu hiyo ya PGF, wewe unaikubali sana, itaji hapo chini, na usisahau pia kunifollow katika mitandao yangu ya kijamii kama TikTok